Hizi ndizo biashara tatu ambazo unaweza kuzifanya kwa mtaji wa shi, chini ya shilingi laki moja kwa kuagiza kutoka China na ukapata faida kubwa sana. Biashara ya kwanza ambayo unahisi ni best ni biashara ya cosmetics yani, biashara ya vipodozi. Unaweza ukaagiza sample tu za bidhaa zako, ukatumia ukaanza kutengeneza content na kwa chini yatu ya mtaji wako wa shilingi laki moja, na biashara yako ikakua kwa kasi ya zaidi. Biashara ya pili ni electronics. Unaweza ukaagiza vifaa vyovyote vya electronics, makava ya simu, chaja anything ambacho ni cha smartphone hata visimu vidogo vidogo vile, kwa chini ya mtaji shilingi laki moja, unaweza ukaanza biashara na ukauza bidhaa kwa faida kubwa bila hasara yoyote. Na biashara ya tatu ni biashara ya fashion. Kila mtu anapenda kuvaa, kila mtu anapenda kuonekana, jamani. Nguo kama hizo unaweza ukazipata kwa shilingi elfu 20, elfu 30, elfu 10, elfu 5, yani anything ambacho fashion, hata pochi nini, vyote hivyo ni mambo yanayoenda na wakati. Yes, kwa mtaji wako shilingi chini ya shilingi laki moja, hizi biashara unaenda kuanza na ukafanikiwa zaidi. Haya yote mimi nimeyafanya na nime weza kuwafundisha wengine na wao wakaanza. So endapo nao utapenda kuagiza bidhaa kutoka China, basi unaweza ukajoini kwenye programu yetu ili ujifunze biashara ambazo unaweza ukaanza ukiwa na mtaji mdogo so